Mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa WazoHuru Media Group Limited ndugu Mathias Canal ameshinda tuzo mbili za Samia Awards sekta ya ujenzi na chombo cha mtandaoni pamoja na zawadi ya cheti, ngao, shilingi milioni kumi, lakini pia Mathias Canal amezawadiwa safari ya kwenda nchini Japani pamoja na kufanya kazi ya kusafiri nchi nzima kueleza kwenye vyombo vya habari mafanikio na utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Tuzo hizo zimetolewa tarehe 5 Mei 2025 katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi katika tukio hilo alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tuzo hizo zimetolewa kwa waandishi wa habari wa Tanzania kwa lengo la kuhamasisha, kuhimiza na kukuza wigo wa uchakataji, utangazaji na uchapishaji wa maudhui ya ndani kupitia vyombo vya habari. Tuzo hizi zinahusisha maudhui yaliyochapishwa kupitia magazeti, redio, televisheni, majukwaa ya mtandaoni pamoja na tuzo kwenda kwa vyombo vya habari. Tuzo hizo zinahusisha habari zilizochapishwa kati ya Januari 1 hadi Oktoba 26 mwaka 2024 na akizungumza kwa niaba ya waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega, waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Innocent Bashungwa Mbunge amesema kuwa pamoja na zawadi ya tuzo pia Waziri Ulega amempa zawadi ya kufanya kazi katika wizara hiyo, hivyo akaripoti wizarani kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Mheshimiwa Rais, mshindi wa habari ya ujenzi ni Mathias Canal saidi. Anayekabidhi tuzo hiyo kwa niaba ya waziri wa ujenzi ni Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa niaba ya Mheshimiwa Abdalla Hamis Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Rais, Waziri wa Ujenzi Comrade Mheshimiwa Abdalla Ulega alipenda awe pamoja nasi. Ameniomba nimwakilishe leo pamoja na kesho, yuko kwenye kuwasilisha bajeti bungeni. Mheshimiwa Rais, nimeongea na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Comrade Ulega pamoja na zawadi ya cheti na tuzo ambayo ninamkabidhi kwa niaba yake, pia Wizara ya Ujenzi wamempatia zawadi ya milioni tano, lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Ulega ameniomba baada ya usiku wa leo, Mheshimiwa mshindi mdogo wangu Mathias Canal saidi akaripoti wizara ya ujenzi, kwa sababu mheshimiwa rais, chini ya uongozi wako na katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kazi kubwa umeifanya ya kujenga mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege. Kwa hiyo mheshimiwa Ulega ameomba eh, Mathias aripoti wizara ya ujenzi ili azunguke nchi nzima